Kitu gani kinakufanya uwe mwana wa Mungu? Kinachokufanya uwe mwana wa Mungu ni hiki hapa. Mungu anapoangalia duniani, anawaona watu wote wameoza. Sasa Yesu akaja, ndiyo mwenye haki, ndiyo mwana wa Mungu. Unaposema wewe Bwana Yesu na kukaribisha ndani ya moyo wako, Bwana Yesu anakuingiza ndani yake. Unapoingia ndani ya Yesu, Mungu anapokuangalia mbinguni, hakuoni wewe wala haoni mapungufu yako anamwona Yesu. Kwa namna hiyo, wewe unaitwa mwana wa Mungu kwa sababu haki yako inatokana na haki ya Yesu. Kwa hiyo uwe umeamka hujaomba au umeomba, wewe ni mwana wa Mungu. Uwe umeamka hujafunga au umefunga wewe ni mwana wa Mungu. Uwe unaamka bega linauma kidogo na mguu nauma kidogo, wewe ni mwana wa Mungu. Ukiamka mmegombana, mmeo zimeshonana ngume, ni wana wa mungu walioshonana nini ngume, wakiwa ndani ya yes. Yesu sio kwamba umetoka ndani ya Yesu, ah ah, ni kama ambavyo mtu na baba yake Freemani mwanangu au Amosi mwanangu au George mwanangu, akinikosea bado ni mwanangu, lakini mwana aliye na mgogoro na baba yake, ila ni mtu na baba yake. Ndiyo maana baba anaweza kusema, bwana, huyu amenikosea sana, nitakapokuwa sipo duniani, nyumba fulani na nyumba fulani asipewe. Atakachokosa huyu atakosa urithi kwa baba yake, kwa sababu amemkosea baba yake, baba yake atamnyima kurithi. Lakini wakisoma watoto naye atasoma fulani, nyumba fulani fulani, nyumba fulani fulani, nyumba fulani fulani, nyumba fulani. Huyu fulani alikuwa na ugomvi na baba yake, amemwachia tu viatu. Viatu vitakuwa vya kwake vyote, na ndio maana kwenye Biblia siku nitafundisha kuna, kuna kuurithi ufalme wa Mungu na kuna kuingia ufalme wa Mungu. Yeye asiyeniamini fulana, fulana hawataurithi ufalme wa Mungu, hawatauingia ufalme wa Mungu. Kuna kuurithi na kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wewe ni mwana wa Mungu na wale usidanganyike, kwamba uki unaendesha gari alafu mkagongana na mtu mmoja hapo, alafu akatoka amekazika wewe mwenda wazimu, na wewe ukakazika kidogo mwendawazimu, na wewe kwamba sasa sio mwana wa Mungu. Ah ah. Ni mwana wa Mungu ambaye amekosea badala ya kuishi kwa sheria ya Tanzania ameishi kwa sheria ya Kongo. Umeelewa? Ni mwana wa Mungu ambaye badala ya kuishi kwa sheria ya Tanzania ameishi kwa sheria ni ya Kongo. Baadae anagundua bwana, ni sheria hii haiko hapa kwetu. Bwana Mungu, naomba unisamehe. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Usije ukadanganyika, wana wa Mungu huwa unaupata naupoteza, unaupata unaupoteza, unaupata unaupoteza, unaupata naupoteza, ah. unapokuwa mwana wa Mungu ni mwana wa Mungu. Mungu ameruhusu sisi tuzae ili tujifunze, wana kwamba mwanangu Freeman, mwanangu Baraka ni mwanangu, nimemzaa mimi, janangu lililo niasi. Unaelewa? Unaelewa? Eh, janangu lililo niasi ila ni janangu ila limeniasi ila ja, ukilipima ndani ya damu utagundua lina damu yangu ila limeniasi na lilaani kama ambavyo Lusifa si ni mwana wa Mungu alikuwa kwa Mungu akalaaniwa na ndio maana Lusifa akikutana na Yesu mimi nimemwona nimemwona kwa macho yangu sio sio sio usiku nimelala mchana mchana kabisa mchana kabisa wakati mimi siku moja Kisa hiki nakwambia, kisa cha kweli na, na, na, na si cha maono, si cha maono kwa sababu Grace mke wangu alikuwepo, sio cha maono. Ukituona sisi tumesimama hivi, tumeona vitu eti ukiona uki, uki, mimi nasimama nasema hivi nimeona vitu eti, tumaini likija kuonekana halihitaji imani tena. Ulikuwa unatumaini kitu mpaka ukiona huhitaji imani tena.